Leo tunazungumza kuhusu andropause. Andropause ni mabadiliko ya ya umri kwa wanaume yanayoleta mabadiliko makubwa sana kwenye mwili na haya mabadiliko yanakuja na dalili nyingi ambazo tunaweza kuzisema ni ugonjwa yani symptoms. So, fuatana nami uweze kujifunza. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu, tafadhali subscribe, share, hakikisha kila mtu anapata habari ya leo. Andropause ni mabadiliko ya umri ambayo yanale, yanatokea unapofika miaka 35 kwenda juu. Haya mabadiliko yanaanza kuonekana kiuhalisia unapofika miaka 40 mpaka 50. Kutokana na genetics yani vinasaba vya familia zetu, vile maisha yetu tunavyoishi, mfumo wako wa maisha na jinsi unavyoutunza mwili wako, mabadiliko haya yanatokea kutokana na hayo mazingira yako ya maisha. So, kuna wengine wanaanza kuona mabadiliko miaka 35, wengine miaka 40, wengine miaka 45, wengine miaka 50, wengine miaka 55. Kuna watu wana miaka 60 wanaonekana kama wana miaka 50 kwa sababu miili yao inabadilika taratibu. Andropause ni kuanza kupungua kwa homoni ya kiume yaani, tunasema ni kuanza kudecline kwa testosterone level. Na kwa sababu homoni ya kiume ndio inaamua wewe mwanaume kuwa kama ulivyo, haya mabadiliko yanapotokea, kuna dalili unaanza kuzipata na hizi dalili si ugonjwa ni taarifa kwamba kuna, kuna jinsi mwili wako unabadilika. Homoni ya kiume inapungua, misuli inaanza kuwa midhaifu, kuna jinsi mapigo ya moyo yanaanza kubadilika, unaona, unaanza kupata kitambi, wengine wanaanza kunyonyoka nywele wanapata kipara na vitu vingine vingi. Lakini ziko zile symptoms ambazo zinakusababisha unaenda kutafuta msaada wa kitaalamu wa afya, kwa sababu unapata eidha maumivu au unajisikia hauko comfortable na leo tutazungumza sana. Hii inaitwa andropause, ni mabadiliko ya umri kwa wanaume. Tunaongelea tunaongelea sana wa mama, sasa tunaongelea wa baba. Ifuatazo ni dalili ambazo unazipata ukiwa andropause. Namba moja, uchovu. Hii ni hali ya kupata uchovu usio wa kawaida, una mwili wako unakuwa na tension, unajisikia wewe ni mdhaifu umechoka, na hauna sababu ya msingi ya kuchoka. Hii inaonyesha una upungufu au homoni ya kiume imepungua au imeanza kushuka kuliko ilivyostahili. Kitu cha pili, kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa, wataalamu wanasema libido. Ehe, erectile dysfunction. upungufu wa nguvu za kiume, hii ni dalili kubwa ya kwamba uko kwenye andropause au una upungufu wa homoni ya kiume testosterone level iko chini na hiyo inakutaka upate ushauri wa kitaalamu, kwa sababu sio mara zote hii itakuwa tu ni ugonjwa, bali wakati mwingine ni mfumo wako wa maisha unakusababisha uko ulivyo. So andropause ni mabadiliko ambayo yanakuwa pia na hizo symptoms. Dalili nyingine inayoonyesha kwamba uko kwenye andropause au mabadiliko makubwa ya homoni ni kuwa na hasira, kukasirishwa kirahisi irritability, kukereka Eh, unakereka kirahisi unakuwa na hasira, utaki ujinga eh, unakuwa yani kila mara yani unakuwa na hasira isiyokuwa na kuelezeka. Hii inawapata wote wa mama na wababa. So ukiwa pia na homoni ya kiume ikiwa chini, yani low testosterone, unakosa uvumilivu, unataka kuakti haraka haraka. Hii ni kutokana na mabadiliko au upungufu wa homoni ya kiume. Sasa kuna wengine kitabia tu wakuwa na hasira So lazima mwenyewe ujichunguze ujielewe, ni, ni, ni ile tabia yangu au ni mabadiliko ya mwili wangu? Ehe. Kitu kingine upungufu wa misuli. Nimesema upungufu wa misuli ni dalili kubwa sana. Ulikuwa ukikunja hivi ngumi, unaona msuli uko juu, lakini sasa pia unaona kitambi kinaanza kutoka tumu, ina maana misuli inahitaji support eh, unatakiwa ku -improve au kuongeza homoni ya kiume. So fanyia kazi homoni ya kiume Jifunze vyakula na virutubisho vinavyokusaidia kuhakikisha kwamba homoni zako za kiume yani, testosterone level iko juu. Una homoni zaidi ya hamsini, lakini hii moja hii ni, ni ki ya kukufanya wewe mwanaume wewe pia, una estrogen wewe pia, una cortisol wewe pia, kila mwanaume ana estrogen. So, homoni ninayoizungumzia hapa ni ile inayokufanya wewe uwe masculine uwe mwanaume mwenye misuli, na hiyo ndio inayokusaidia uwe na nguvu za kiume. So ikidiklini mabadiliko ya mwili wako ni kabisa yanaonekana kiuwazi. Haya, shida ya mifupa, osteoporosis, arthritis eh, osteoarthritis. Unaona, huwezi kukunja magoti, huwezi kuchuchumaa, huwezi kunyanyuka, ulikuwa ukinyanyuka ni rahisi. Hii inawapata wote, wamama na wababa. So fanyia kazi hayo maeneo. Kumbukumbu unaanza kupoteza kumbukumbu, unakosa kosa So unapofika kipindi cha andropause, kwa sababu yenyewe inashuka inapungua, hiyo inasababisha baadhi ya maeneo ya mwili wako yasifanye ya kazi yake inavyotakiwa. So, usipofanya chakula kuwa dawa ukasapoti uwepo wa testosterone level, utaanza kuona hiyo declaration kudecline, kunakuwa juu, utaanza kuona kudecline, kunakuwa juu sana unaanza kuwa na magonjwa hapa na pale. Hicho ndo kipindi wa baba wengi wanapata pressure, wanapata sukari, wana, wengine wanapata vidonda vya tumbo. Katika kipindi hiki wanapata depression, changamoto ya afya ya akili, kwa sababu hichi ni kipindi ambacho haya mabadiliko, kama hujui kitu cha kufanya, unatumia tu tiba za kawaida, dawa za kawaida, yanatengeneza magonjwa mengine. Mabadiliko ya mwili si ugonjwa, ni misimu tu, misimu ambayo unaipitia, ambayo hiyo misimu, chakula, mazingira yako jinsi ambavyo una hendo na ku control mazingira yako haswa chakula chakula na dawa za natural ambazo unazitumia kama sehemu ya chakula itakusaidia sana. Zamani wazee wetu walikuwa wanapika uji una dawa msupu ina dawa eh, mpaka leo Wamasai wanachemsha nyama na kloriti <laughs> eh, Wachaga wanachemsha nyama na ihombo eh, usijua Sukuma wanachemsha yani, ya, makabila yetu yana hivi vitu ambavyo ni vya asili vinavyosaidia miili yetu kubalance na kuprocess So, andropos ni mabadiliko kwa wanaume kutoka ujana kwenda utu uzima. Usipofanya chakula kuwa dawa, dawa zitakuwa chakula chako. Nini kinatokea unavyopata hizo dalili na mapungufu ya homoni za kiume na unapoingia andropos? Kumbuka homo, upungufu wa homoni wanapata hata vijana, sio lazima uwe mtu mzima, kwa sababu inachangiwa na mfumo wako wa maisha, mfumo wako wa maisha mfumo wako wa maisha ndio unaoamua afya yako ikaeje, na wakati mwingi sana ulaji wa wanaume umechangia sana upungufu wa homoni ya kiume. Na miaka karibuni upungufu wa homoni ya kiume ambayo inapelekea changamoto ya nguvu za kiume imekuwa kama trend. Nilishaeleza hichi kitu unachokifanya leo, most likely kitaaffect generation yako inayokuja maana yake mapungufu makubwa ya virutubisho ulionayo yanaweza kuchangia seli zako kurekodi baadhi ya magonjwa na kuambukiza kizazi kinachofuata. So inawezekana baadhi ya changamoto tunazoziona sasa ni matokeo ya kizazi kilichopita, yani sisi wamama wa watu wazima na wababa wa watu wazima, inawezekana mfumo wetu wa maisha tuliokopi na kupesti tukaachana na vyakula vya asili ndio umepelekea watoto wetu wa sasa wana upungufu wa nguvu za kiume. Sasa kwa sababu hiyo, wewe ambaye unaisikiliza hii video, anza kufanya mabadiliko. Chagua sana kula vyakula vya asili ambavyo vinatokana na mazingira yetu, havitumii kemikali kwa wingi, havitumii madawa sana ya kisasa, havitumii mbolea za kisasa. Inatumia mbolea ya, ya mboji, mbolea ya necha, mbolea inayotokana na mimea, inayotokana na wanyama, inayotokana na mifugo, mbolea ambayo inaweza kusaidia. Lakini pia kama unalazimika kula vyakula vya kisasa jua kwamba mwili wako una nafasi ya kuexpel kuondoa sumu kwa kiwango fulani. So jifunze kuelewa, unatafuta vyakula ambavyo ni vya kawaida, wewe unaweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuwa na afya nzuri. usipofanya chakula kuwa dawa, dawa zitakuwa chakula chako. Hiyo ni obvious, yani sihitaji kukueleza sana, ni kitu cha, cha halisi. So tunza afya yako, usiruhusu magonjwa ya kupate leo ambayo yataenda kwenye generation nyingine. Eh, ukiwa na uh, homoni ya kiume ikipungua, una nafasi ya kupata kisukari, una nafasi ya kupata presha, una nafasi ya kupata magonjwa ya moyo, una nafasi ya kuwa na skin disorder, magonjwa ya ngozi. Kwa sababu gani? Processing za mwili wako zinategemea endocrine system, na homoni ya kiume ni moja ya homoni nyingi sana zinazofanya kazi kubwa kwenye mwili wako. Kumbuka ukiwa na low testosterone, hata insulin itakuwa low, maana yake utapata kisukari, eh utashindwa kuprocess virutubisho inavyotakiwa information zinazo kuwa delivered, ujumbe unaosafirishwa kwenye mwili wako hauwezi kuwa ujumbe sahihi kwa sababu hauna hauna engo inayotakiwa. Mwili wako hauwezi kupokea inavyotakiwa. Simple kama hivyo, eh? Mambo gani ya kuzingatia? Kitu cha kwanza, jifunze kubadilisha mfumo wa maisha. Heshimu muda wa kulala. Kulala ni part and parcel ya afya yako. Binadamu ana usiku na mchana. Mchana ni saa ya kutumia misuli kufanya kazi, kutumia brain kufikiri, usiku ni saa ya kupumzika na kutumia brain pia, kwa sababu brain yako inapopumzika ndipo unapopata majibu ya maswali mengi uliokuwa nayo mchana, lakini pia mwili wako una repair na kurejuvenate au kujiumba upya seli zako zinaweza kujirepea. Heshimu muda wa kulala. Unaweza kwenda kulala kati ya saa tatu mpaka saa nne na unaweza ukaamka kati ya saa tisa mpaka saa kumi. Hakikisha unalala masaa saba mpaka nane. Tangu saa sita mpaka saa nane ni muda mzuri sana wa kufanya detoxification. So huo muda ukukuta umelala. Na maana yake masaa matatu kabla usiku wa manane huo umeenda kulala. Heshimu muda kulala. Kitu cha pili, heshimu matumizi ya maji. Ukisikia kiu, badala kunywa soft drinks, kunywa maji. Maji ni 70% ya mwili wako. Processing nyingi za mwili wako zinahitaji maji. So, heshimu matumizi ya maji. Kitu cha tatu, heshimu chakula. Chakula ni dawa, chakula ni kinga, chakula ni tiba. Usisubiri mpaka umwe ndo unywe dawa. Fanya chakula sehemu ya kinga. Hapa ndo mahali tunazungumzia pia virutubisho na dawa asili. So chakula unachokula kila siku kikupatie mafungu matano ya chakula, yani vitamin, wanga, protein, madini na mafuta mazuri. So uhakikisha unakula balance diet. Hauhitaji kuwa na gharama kubwa kula balansi datu, uhitaji kujua ule nini samaki, badala ya kumkaanga kula mbichi eh. Mboga za majani, hakikisha unakula mboga za majani zinazotokana na mazingira yetu ziko kwenye uhalisia wake eh, mihogo, mihogo, magimbi, viazi huo, hiyo ni wanga mzuri. Ugali unaweza ukaula kwa hamu, lakini mi nashauri upunguze. Ukishakuwa na miaka arobaini, nafasi ya kupata sukari na presha ni kubwa sana, maana homoni ya kiume imediklaini, uko kwenye andropos, mabadiliko ni, ni, ni makubwa sana na haujakosea. Hiyo ni biological change, ni mabadiliko ya kibiolojia. Kitu kingine, jifunze dawa za asili. Nilishaeleza katika kipindi hiki, wanaume wanaanza kupata eh, ukuaji wa tezi dume, yani enlargement ya prostate. Lazima ujue dawa za asili ni zipi zitakusaidia? Tuanze. Kuna kitu kinaitwa stinging nettle, kwa Kiswahili inaitwa upupu. Sasa stinging nettle mizizi yake ni dawa nzuri sana ya tezi dume, so sisi wataalam tunakutengenezea, tunakupatia vidonge. So tafuta mtaalamu ambaye atakusaidia uweze kujua ni dawa gani itakusaidia kuhakisha afya ya tezi dume iko palepale. Hiyo ni gland au ni tezi ambayo inakusaidia uendelee kuwa na uzalishaji yani productive. Virutubisho ambavyo ni muhimu kwako tumeshaongelea kuhusu stinging nettle root au mizizi ya upupu ambayo inatengenezwa. Sisi, Cornwell Tanzania, tunakutengenezea vipo haya, ashwaganda. Ashwaganda inasaidia kupromoti homoni, sio homoni ya kiume peke yake, lakini hata homoni ya furaha y, yani, e, e, e, dopamine, lakini pia inakusaidia kufukua kama maindi yako kupunguzia stress na hasira kwa sababu dopamine ikiwa juu unakuwa na furaha, so inakupunguzia hizo mambo za depression, anxiety na vitu kama hivyo. Lakini pia unatakiwa utumie sapameto. Sapameto inasaidia flow ya mkojo na movement ya mkojo. Hizi ni kama kinga, usisubiri mpaka imesha enlarge tezi imekuwa kubwa, tena hauwezi kusaidika mpaka ukafanya upasuaji. Fanya mapema ukiwa na miaka 40, anza kuincorporate hivi vitu kwenye diet yako, kama supplement, kama, kama virutubisho sehemu ya maisha yako ya kila siku. Haya, PGM africanum, hii inakusaidia sana kwa aso wale ambao wana miaka 40 kwenda 50, wanakuwa wengine wameshaanza kupata enlarge prostate, hii inakusaidia sana kukupunguzia nafasi ya, ya tezi kuendelea kwa, kwa. Kumbuka prostate enlargement, ya kutanuka kwa tezi dume, si ugonjwa ni mabadiliko ya kibaiolojia. Umeshatoka ujana, umeenda utu uzima. Sasa kwa sababu inakusababishia baadhi ya changamoto kama kushindwa kupata mkojo, saa zingine maumivu, hiyo ndio inakupelekea umwone daktari. So kipindi hiki jikinge, kabla ujafika huko. Aya, kipindi cha andropos ni kipindi ambacho unatokia, uheshimu ndoa yako sana kama unamke so, yani wako wa uzazi. Haya, kitu cha tatu kuna kitu kinaitwa like au imetengenezwa na nyanya. Hii ni dume. So kinga ni bora kuliko tiba kama hujui pa kupata, nitafute namba zetu hizo hapo uh, kitu kingine aa, viko vitu vingi. Mbegu za maboga fanya kama snacks, kama karanga, tafuna mbegu za maboga, zinakusaidia sana kuchelewesha na kupunguza nafasi ya kupata tezi dume na saratani ya tezi dume. Kitu kingine, viko vingi. Zinki, zinki ni muhimu sana kwenye reproductive system, inasaidia sana tezi, tezi ya tezi dume endelee kuwa productive, endelee kuzalisha, endelee kuwa active. So hakikisha unapata virutubisho vya kutosha. Kuna vitu vingi, kuna vitu vingi vitakavyokusaidia: coenzyme Q10, flaxseed oil, PGM uh, africanum, nimeshaitaja uh, nini tena, viko virutubisho vingi ambavyo viko kwenye mfumo wa capsules na vidonge vitaweza kukusaidia vitu kama uwatu ni nzuri sana kusaidia testosterone level. Vitu kama mdalasini inasaidia sana, manjano inasaidia sana, ina control inflammation. Kumbuka hivi vitu unavyovitumia sio tu kwa ajili ya testosterone, ni kwa ajili ya afya yako general. So wewe unataka uzeeke uwe mwenye afya, mzee mwenye afya nzuri, mtu mzima ambaye anajielewa, anajisikia vizuri, hana magonjwa tunayoita magonjwa ya mfumo wa maisha, anza sasa hivi usisubiri mpaka unaumwa, Daktari Eliza nataka dawa dawa zako hazijanisaidia. Kinga ni bora kuliko tiba. Usipofanya chakula kuwa dawa, dawa zitakuwa chakula chako. Leo tukuwa tunaongelea andropause. Andropause, mabadiliko kwa wanaume ya kibiolojia kutoka ujana kwenda utu uzima. Kwa wanawake inasemwa ni menopause. Kwa wanaume inaitwa andropos hii ina symptoms nyingi zinafanana na za wamama. Sijasema kunyonyoka nywele? Yes, kunyonyoka nywele yes. Kunyonyo ni moja ya symptoms ya andropos eh. Hapa ndo unaanza kuona vipara vinakuwa, na sio vibaya, ni kitu kizuri, unakuwa mtu mzima. Jikubali, jipende, jitunze, eh? Wazungu wanasema life starts at 40 maana yake unapofika miaka arobaini, anza kuishi Anza kujua how do you handle yourself unajitunzaje, unajiwekaje, unajipelekaje. life starts at 40 Maisha yanaanza ukifika miaka arobaini. Hapa ndipo unaanza kula na kujifunza maisha mazuri ni yapi. Umefanya kazi ujana wako wote vizuri, utaenjoy utuzima wako, lakini kama ujana wako ulikuwa unauchezea mwili wako unachakaa. Guys wale ambao wameuchezea ujana wao, miaka kumi iliyopita inadetermine maisha ya leo yaani wewe miaka kumi iliyopita ulivyokuwa unaishi ndicho tunachokiona sasa hivi. So sasa hivi miaka kumi ijayo nakutegemea, leo unafanya maamuzi gani? Unaweza uka reverse kabisa ujana ukajirudisha afya yako ikawa nzuri. Ninavyosema ujana, it's not about, so tu muonekano. Ninavyosema ujana na maanisha kuwa na afya nzuri, kuwa na nguvu, kuwa na misuli misuli yako iweze kuchoma chakula. Asante kwa kunifuatilia. Endelea kushare. Hakikisha kila mtu anajifunza, guys. Ni free education. Wewe tu na muda mm -hmm. wako na wale watu wako unaowapenda. Mungu awabariki wena afya.